Mwongozo wa kujifunza Biblia, robo ya kwanza ya mwaka wa 2025. Lesoni hii na kichwa kinachosema upendo na haki ya Mungu ni kwa ajili ya Januari, Februari na Machi 2025. Juma hili tutaenda kuliangazia somo la 11 linalosema ningefanya nini zaidi? Hii ni kwa ajili ya Machi 8 hadi 14 ya mwaka huu wa 2025. Na hii ni sabato mchana. Katika somo la juma hili mwandishi anatuelekeza Yohana Mtakatifu sura ya 18 aya 37, Warumi sura ya 3 aya 23 hadi 26, Warumi sura ya 5 aya 8, Isaya sura ya 5 aya kwanza hadi ya 4, Mathayo Mtakatifu sura ya 21 aya 33 hadi 39, Isaya 53 aya 4 na Warumi sura ya 3 aya kwanza hadi ya 4. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 18 aya 37. Neno Mungu linasema, basi Pilato akamwambia, wewe u mfalme? Basi Yesu akajibu, wewe wasema. Kwa kuwa mimi ni mfalme, mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili niishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Miaka kadhaa iliyopita, kisa cha mtoto mwenye umaizi kilichapishwa katika gazeti la Guide. Kisa hicho kinamzungumzia mvulana anayeitwa Dennis, yatima aliyeishi na familia fulani kama mtoto wa kambo. Katika zama za kati, Dennis alimchukia sana mfalme wa nchi yake kwa sababu, wazazi wake walipokuwa wagonjwa, askari wa mfalme walimchukua kutoka kwao na hakuwaona tena. Baadaye tu ndipo alipojua kwamba mfalme aliwatenga ili kuwaepushia walio hai utisho wote wa tauni nyeusi. Ukweli kuhusu mfalme ulimweka Dennis huru kutokana na chuki ambayo alikuwa ameiweka karibu maisha yake yote. Mfalme daima na katika kila hali aliwatendea kwa upendo watu wake. Watu wengi leo wanamwona Mungu kwa kiasi fulani kama Dennis alivyomwona mfalme. Uovu wao walioshuhudia au kuupitia unawafanya wamchukie na kumkataa Mungu. Mungu yuko wapi wakati kuna mateso? Ikiwa Mungu ni mwema, kwa nini kuna uovu mwingi? Pambano la ulimwengu mzima linaelezea zaidi suala hili muhimu, lakini maswali mengi yanadumu kuwepo. Hata hivyo, wakati majaribio yetu yote ya kupata majibu yanaposhindwa kutosheleza, tunaweza kumtazama Yesu msalabani na kuona ndani yake kwamba Mungu anaweza kutumainiwa hata pamoja na maswali yote ambayo hayana majibu kwa sasa. Jifunze somo la Juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Machi 15. Siku ya Jumapili tutajifunza mada ambayo inasema Kristo Mshindi. Jumatatu, mwenye haki na mwenye kumhesabia haki. Jumanne, wimbo wa mpenzi wangu. Jumatano, mfano wa Kristo wa shamba la mizabibu. Alhamisi, kulithibitisha jina la Mungu. Na siku ya Ijumaa, jifunze zaidi. Hili ni somo la kumi na moja lisemalo Ningefanya Nini Zaidi. Mungu atubariki sote.